Yaani yani, shoga yangu, kwa kakukopa wewe. <laughs> Ah, <laughs> ile ndo, kwa vile ushakuwa udugu, ntafanya nini mimi, nitakukopesha kwa vile tu, pia nikikopeshaga, una umbambamba wala ubabaisi. Lakini angekuwa mama harusi, we kumkopa yule mtu ah, hata hmm. <laughs> Ah, kwa dawa simkopa.

na maisha Elisa asha, uko wapi? Okay. Muda wote huo niko tuko nje teknolojia oh. Hapa yamekwisha sasa, natubidi turudi nyumbani oh, yes. Tu, tuende kwetu sawa eh, baba kuondoka eh? Tena ndio. Unajua tuna watu tunaondoka kesho. ah, ah, tulefuatia hapa ameisha, ameisha hapa ameisha. Ah, twende tu nyumbani. Begi lako liko hapa, achukue begi lako tuondoke nyumbani. Sawa basi, baba itangulia, mimi nitakuja kesho. Nasema tuondoke, chukua nguo zako twende Haina haja ya kukaa hapa au baba. Yatangulia, nitaala hapa ili naangalie mazingira, ntakuja kesho. mazingira gani mwanangu, utakae angalie huku mazingira gani yeah? Twende, mimi ntakuwa nakuagiza huku mara moja moja kuangalia kama kuna marekebisho ya nyumba hii utakuwa unakuja Sawa. Sijui mpangaji anayeleta matatizo gani wewe utakuwa nakuja huko. Sasa mazingira mazingira gani? Tondoke nyumbani. Kini baba, nikuombe kitu. Niambie. Nikuwa naomba uniruhusu nikae kile chumba ambacho hakina mtu. Maana mazingira hapa nimeyapenda sana. Kuka kwa mimi nimechoka. Mimi nakaa mm -hmm. Kwa kule kule mm -hmm. Sibadilishi tu hata mazingira sibadilishi baba. Mtu wewe. Mm. Hilo mwanangu limeshindikana. Hilo linashindikana hilo, hilo haiwezekani kabisa, we ubaki hapa. Ah, ah. Sasa kitega cho kufanya ukae hapa nini? kule kuna baki nan, nan, nan. Eh? na nani, nakuomba mwanangu, twende tu tukaishi kule. Hilo lisahau kabisa, ya kubaki wewe hapa ah, hilo sahau kabisa, tuondoke tuondoke, aina haja we kukaa hapa wapangaji. Wengi siku hizi hawataki kukaa na mwenye nyumba pamoja, chumba hiki, mwenye nyumba, chumba hiki wapangaji, ah, hawataki kabisa, hawataki hilo. Sasa hilo sahau kabisa, tuondoke bana na bwana wako hapo

Shida ni kuhusu nini? Nguo zangu sizikuti mara yako kachukua. Nakuja kudai nguo zangu ile na ingilia. Afu wewe unatimba ndio wajui tu. Na wewe endelea kufunika. Yaani huni mnyoshe. Ingia tu kunyang'a zangu ipo siku. Hebu sikia unijue vizuri. Sikilize basi. Kwa nini, shida nini? Nguo zangu unaelewa, nguo pale pale na ufyonjua. Mimi nguo nilizianua jana usiku. Wewe hujakagua, hujaangalia kitu chochote, unakuja tu unakuja kuanzisha zogo asubuhi. Zogo gani ambayo lina maana sasa? Eh, nguo gani umezidi. Wewe subuhi subuhi makelele. Mdada tu ndokoza kamia jana.

Hauoni kama kuna kosa hapo, sindio? Hivi hizo nguo ulizovaa sasa hivi utakiwa we wapi, shuleni? Shuleni? kwa hiyo hapa ndo shuleni au? Hapana, ila nini. Hivi wewe Tasha una shida gani ba, unapenda mtafutia matatizo wewe? Au labda furaha yako mimi kuniona mimi niwe jela, sindio? Hapana, je Nisikilize kwanza, so kiananifokea kama hivi, utajuaje kilichonileta bana. Sikiliza, sitaki kusikia chochote, naomba uondoke, tenda uondoke sasa hivi bana, toka, toka. Niache jaji, nitapiga makelele hivi. Tasha hivi unataka nini mama, unataka roho yangu si ndio? Sikiliza nikwambie Nimekuja hapa mimi kwa sasa, najihisi kama mjamzito, kwa hiyo nimekuja ili tujue tunafanyaje nini? Ah, yaani umesema kwamba unahisi o, si ndio? Ndio, ndio maana nimekuja mapema ili tukapime

samani kwa kuchelewesha. Pia samani, nilikuwa na shida, na shida yangu ilikuwa, naomba unisaidie mzigo wangu kunifikisha nyumbani, maana nimepigwa simu, natakiwa niende kazini sasa hivi. kwa hiyo nikirudi baadaye likute pale kwako. Hapa mkojo hapa ili tupate kipimo. Nitajisaidia hapa. Chukua tena, ndio nikojo kwenye hiyo ndoo. Mtaa wa kupanga, kila mlango una drama Asubuhi wanagombana, maneno yanarushana, mume ana hela mkononi, mke anabishana. Jirani yupo dirisha, ni macho yanachungulia sana. Baadaye anasambaza stori mtaa wote, anachafua sana. Moja kajiona mkubwa, kisabosi kampendelea Tasha. Una mimba kwisha? habari yangu, pima vizuri. Je, ah, mimi naogopa. aliniambia ah, kwamba nikiona mistari miwili mikundu ndo mimba. Sasa ndo hii hapa, unaona hapa hivi, si hapa mistari. Mimi naogopa mama akijua ataniua. Oh, shit Tasha sikiliza hapa, hamna njia ingine kufanya sawa. hapa hapa hapa ni kuitoa tu hiyo mimba, sawa? Kutoa? si nitakufa mimi jamani. Hamna Tasha kufa, hawezi kufa. Mbona watu wengi wanatoa mimba na afi sawa? watu kibao tu mimba zao na bado hapo wakaendelea na masomo kama kawaida. Usijali kipenzi changu, sawa? Oya J. Oya. Oya mwanangu what's up what's up what's up vipi. Mbona kimya mwanangu. Oya. Oya. Eh vipi sasa? Wa fresh na kwaje baba? Ah fresh mwanangu tujichange basi twende zetu. Da mwanangu mimi siko fresh leo. Eh vipi? Mauma? Da siko poa jisika vibaya mwanangu vipi anaenda tu. Da fresh mwanangu basi pamoja. Baridi poa. Salama, ha, salama. Mm. So kimya mama, maana siku mbili tatu hizi nilikuwa na matatizo na ndio maana ukaona mambo hayajakaa sawa. Sio kama naleta mchezo mama ni mambo ya kibinadamu ndio unafanya. Ungekuwa unajua kwa kuna binadamu, lazima ungenipa taarifa, usingesubiri mpaka mimi nitafute. Ni kutafute ndio unapewa. Kuna binadamu, mambo ni samewa na samani yako Nilikuwa na matatizo, ndio maana mama, nikakuelezea nilikuwa na matatizo ya familia. Yako mimi yananihusu nini? Mimi, ninachotaka, nataka pesa yangu. Wiki ya tatu hujaniletea pesa. Ingekuwa ungeweza? Nisingeweza. Ndio maana mama, hata ulivyoniita, nikaja kukusikiliza mara nyingine tena. Sasa mimi mimi sina wasiwasi kwenye pesa. Kwenye pesa mimi sina wasiwasi. Ungekuwa unakitegemea usingefanya uzembe, wiki ya tatu usiniletee pesa. Unategemea nini? Nategemeaniinakuliza onho, hii ndio wiki yako ya mwisho. Ukishindwa kuleta pesa yangu, pikipiki ipaki pale pembeni nikusamee. Kwa nini sasa Samani oh, okay. Samani samani nasaidia nini? Samani saidi chochote kuvuruga kitu gani kicho kuvuruga? Sasa nimekwambia hii ndio mara ya mwanzo uh, na mwisho, kishindwa nishakwambia, rudisha shida. Naomba kafanye ufanye ufanyavyo ufanya, nataka pesa sasa. Kwa mtazamo wangu nilofanya kwa muda mfupi, nimegundua kwa wewe mwenye busara kuliko wote hapa ndani. Hivyo una jambo nataka unisaidie. Endapo unisaidia, ndakupa ofa miezi miwili bure, na jambo gani lolote ambalo unahitaji nikusaidie. Nahitaji unitunzie siri yangu. Siri ipi? Kwani mi kuna siri yote ya kwako ambayo unaifahamu? Hapana, ila ndo nataka nikupe. Sasa kuna haja gani wa kunipa hiyo siri, kio utaki mtu yoyote ajue? Na raha ya siri ni kuijua wewe mwenyewe, hakuna siri ya watu wawili siku hizi. Ni muhimu kwa kuwa anahitaji msaada wa mtu na mtu mwenyewe ni wewe, na hata hivyo babangu anakuamini sana, hivi utakuwa ni msaada mkubwa kwao. Okay, sawa, nakusikiliza Dada, mimi nimekuja hapa kwa ajili ya Jei. Unajua, Jei amenitesa sana, ameniumiza, amenizalilisha na kunifedhesha, hivyo nimekuja hapa ili nimkomeshe. Kwani wewe na huyo Je mnajuana kabla ya hapa? Ndiyo, Je alikuwa ni mwanaume wangu Yani, kwa ufupi ni eksi wangu. Kwa hiyo mimi hapo, unataka nikusaidie nini? nataka unisaidie kuambia wapangaji kuwa nimekuja kusimamia marekebisho ya hii nyumba, hiyo wasije wakampigia simu wakamuuliza kuhusu ujio wangu, na ndapo taa ukinisaidia, nitakupa ofa ya benzi mbili bure. Nani ni kwanza?